Wote walikuwa wanajua Makuyuni Wildlife ni shamba la mtu huko nyuma sana, watu wakawe na Watanzania wote, Makuyuni Wildlife ndiyo mpango mzima kama unataka utalii ndani ya hifadhi ya Makuyuni ambayo kwa umaarufu wake imejulikana kama Makuyuni Wildlife Park, ambayo kiusimamizi ipo chini ya mamlaka ya usimamizi wa wanyamapori Tanzania. Uh, Nimeona twiga wengi utafikiri ni mechi ya Simba na Yanga, tena wamekaa pamoja kwenye uwanja. Ni ziara ya kimkakati, ziara ya kikazi, ziara ya kawaida ya kamati ya kudumu ya Bunge ya ardhi, maliasili na utalii, wakifika hapa kujionea ni kwa namna gani e, maendeleo ya uboreshwaji wa miundombinu mbali mbalimbali ya kiutalii ndani ya hifadhi hii yamekuwa yakiendelea hapa lakini upana wa tuta kuanzia kwenye vile vichaka tuta letu limekaa kama u kuanzia kwenye vile vichaka mpaka hapa limekwenda litakwenda hivi kutoka hapa mpaka mwisho ni mita 140. Kwa hiyo kama nilivyosema, ujumla yake itakuwa ni siku ya mita 30000. E, sisi tuna shukrani kubwa sana kwa nyinyi kuchagua kuja hapa Makuyuni na tunaahidi ya kwamba tutageuza sehemu hii kuwa kitovu cha utalii katika mji wetu wa Arusha na hususan utalii wa ndani. Tumeona kazi nzuri ya utengenezaji, ukarabati na ufunguaji wa barabara, lakini pia tumeona kazi ambayo umeanza kuifanya kwenye bwawa. Nikajaribu kulinganisha zile fedha zilizotumika kutengeneza barabara na maeneo mengine pia ambayo tumepita, tukajifunza kwamba fedha zile zimetumika vizuri lakini hata kifusi cha kilicho kwenye barabara ile, mvua ikionyesha, najua kwa sehemu kubwa utakwenda vizuri. Kwa hiyo tuwapongezeni sana kwa kazi, na kama kamati, kwa kweli tumeiona kazi ambayo taa wameifanya kwenye eneo hili na kwa kweli ni kazi nzuri, tunawapongezeni sana, na tumeridhika na hii kazi ambayo imefanyika kwenye eneo hili, kama vile kamati, ambapo mmekuwa mkizungumza mara kwa mara kwenye taarifa za Bunge kwamba lazima kupata retention, kwa sababu ukisema usubiri OC ndio utaweza kulipa, wakati mwingine rangers wanahitaji kulipwa na nini. Na tunaendelea kumshukuru mheshimiwa Rais, ameshaelekeza kwamba hakikisheni wanapewa retention wizara ya mali asili na utalii. Hilo tumeshaambiwa lazima tuwe na retention, kama tunavyoona kuna maswala ya barabara, mvua zikinyesha watalii wasije wakashindwa kufika ukarabati. Kwa hiyo tunaendelea kumshukuru sana mheshimiwa Rais. Kamati hii ndio jicho la bunge katika maswala, maswala ya mali asili na utalii na kubwa zaidi kwamba kamati ya kudumu ya ardhi, maliasili na utalii ndio inafika hapa kwa mara ya kwanza. Kwa hiyo tunaimani kwamba wataona jitihada ambazo tunazifanya na watatushauri, na sisi tuko tayari kupokea ushauri wao. Na mimi mwenyewe naitwa Dotto Kadoshi, mwandishi wa habari za uhifadhi, utalii na mazingira ya uwekezaji na biashara. Na hii ni Kadoshi TV. Kadoshi TV, Kadoshi always on time.